Rene kwa Junior Mwemezi kule Bukoba mkoani Kagera, tupate kujua matokeo yakoje huko na kikubwa sana ni matokeo. Junior habari za leo, na hebu tuambie umeamka na nini kipya asubuhi ya leo? habari za leo salama, bado ni habari za hapo studio. njema tujulishe una nini kipya mpaka sasa, matokeo tumepata Jalamu yameanza kutoka tayari matokeo mpaka sasa biharamulo yameanza kutoka hey, tueleze, tueleze, tueleze tunakusikia ambapo alikuwa anasikilia jimbo hilo dr mbasa anton aton wa chadema amepoteza jimbo hilo amepata kuwa elfu ishirini na saba na mia tatu thelathini na mbili sawa na asilimia thelathini na saba jimbo hilo limekuwa na oskar mukasa rwegasira wa chama cha mapinduzi ambaye amepata kuwa elfu arobaini na moja na themanini na saba na Sita sawa na asilimia hamsini sita, na, na, e, endelea kutupa, endelea kutupa vitu tusikisise. Shida ni kujua tu nini kinaendelea. Kwa hiyo hali ikoje kidogo sas... ya, ya awali unamaanisha, hayajawa rasmi? Ndo matokeo ya rasmi ya jimbo la Biharamulo Magharibi. Kwa hiyo hayo yamekamilika, yametangazwa na, na, na msimamizi Naam, haya tayari yametangazwa, kwa hiyo tunasubiri hapo baadaye tutapata ya Mleba Kusini, ya Mleba Kaskazini. Wamepokeaje hao tayari ao wa, walioshindwa, wamekubali kusaini? Aa, maana yake kwenye uchaguzi mtu akikubali kusaini, maana amekubaliana na matokeo. Hata e, kama hatu sign matokeo yakitangazwa ndio, ndio halali tena hivyo. Hayo mengine ni wakati gani tuyategemee? Tunasubiri, mpaka sasa tunafanya mawasiliano na watu wa Mleba na sisi tupo safarini kuelekea Mleba ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea pale Mleba kwa ujumla. Maeneo uliopo wewe, wanazungumza namna gani wananchi wote bila kujali itikadi zao za vyama kuhusiana na uchaguzi ulivyokwenda? Naam. tofauti na itikadi za chama kwa jimbo kwa mfano la Bukoba Mjini, kwa kipindi cha miaka miwili najua umetokea mgogoro kati ya aliyekuwa mstahiki meya Dokta Amani na aliyekuwa mbunge wa zamani Dokta Balozi Kagateke, hali ambayo ilikuwepo miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa soko ujenzi wa stendi halikutekelezeka kutokana na migogoro hiyo. Kwa wananchi wameamua kufanya mabadiliko, na jana usiku zimetokea shangwe, baadaye zikatokea vurugu na mtu mmoja alipoteza maisha katika vurugu hizo. Kwa kakia jana well, chama cha mapinduzi ofisi zao zimepigwa mawe, zio zimeshuka nao, uharibifu wa magari. Ah, sasa hayo ya uharibifu na vurugu yalisababishwa na nini hasa? naam Kilichotokea toka asubuhi matokeo ya yalikuwa ya tayari ya jimbo la mkoba mjini, lakini tukawepo kika, kigugumizi jinsi ya kutangaza haya matokeo. Kwao tumekaa kwenye ofisi za manispaa takriban mpaka saa tatu saa nne usiku. Kwao wananchi wakawa na mwamko mjini, wanashangilia lakini matokeo ya hawali yalikuwa hayajatangazwa. Kwao wananchi wakawa wanashinikiza matokeo yatangazwe. Kilichokuja kutokea, jeshi la polisi ilibidi watumie nguvu baada ya wananchi kuzingia ofisi za chama cha mapinduzi na kuanza kumpiga mawe na magari yao. Nakushukuru sana. Acha tusubiri matokeo mengine ambayo unayasubiria una huko na tuweze kumjulisha hasa mtazamaji nini kinaendelea. Asante sana bwana.